Wananchi wa kata ya Isalalo, jimbo la Vwawa, mkoani Songwe, wamepongeza serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuwaletea miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo hawakuwahi kutarajia kufanyika katika kata hiyo. Johni Kiango kutoka mkoani Songwe ana ripoti kamili. Wananchi wa kata ya Isalalo, jimbo la Vwawa, mkoani Songwe, wameipongeza serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwaletea miradi ya maendeleo ambayo hawakuwahi kutarajia kufanyika katika kata hiyo. Wakizungumza na Sky TV, wananchi hao wamesema kuwa miradi hiyo ikiwemo umeme kufika kila kijiji, ujenzi wa zahanati na uboreshwaji wa barabara umeleta mabadiliko makubwa katika maisha yao na kuibadilisha sura ya kata hiyo wananchi hao na kazi zilizofanyika katika ndani ya kata yetu ya Isalalo, tumeona mambo mengi yaliyofanyika ambayo hayakuwepo katika kata yetu ya Isalalo. Kwanza moja, tumeshajengewa, hatukuwa na kata, tulikuwa tunatoka toka kijiji cha Isalalo kwenda kata ya Msia. Tayari kulingana na utendaji wa kazi kushirikiana na mbunge wetu wa jimbo la Vwawa, tumeweza kupata huduma karibu na tumekuwa na kata, kuwa kata ya Isalalo. Hilo napenda kuwashukuru kwa utendaji wa kazi kwa kweli nimeshukuru mimi sana uongozi wa mama rais wetu Samia pamoja na Hasunga na diwani wetu Haonga wa kata hii ya Isalalo kwa kazi ambazo wamezisimamia, hususani miradi mbalimbali, miradi kama ya barabara ya Izia nche kwenda shuleni kutoka kwenye kibao cha njia panda ya kwenda Msangano vilevile kuleta umeme katika baadhi ya vitongoji japo vitongoji vingine bado. Wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, namshukuru kwa mambo mengi aliyotendea. Hatukua, hatukutarajia kwamba tunaweza tukapata umeme kata Isalalo, ilikuwa ndoto, lakini kama wanavyoona mwandishi wa habari, umeme upo ni baadhi tu ya vitongoji ndivyo vyapitiwa na umeme. Pia wameeleza changamoto zinazowakabili zikiwemo uhaba wa maji safi na ubovu wa daraja linalounganisha kata ya Isalalo na Ihanda. changamoto ni kuhusu barabara ya kibao cha msingi Isalalo kwenda Karoleni, kwa kweli tungetamani kwamba awamu inayokuja watuweke kifusi. Maji kwa kata yetu ya Isalalo imekuwa ni, ni kero, akinamama wanaamka asubuhi saa kumi kuyafata maji kurudi ni saa tatu mpaka saa nne. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwa awamu kwa inayokuja watusaidie maji, mheshimiwa. Mwandishi wa habari tu kwamba kwa ajili ya changamoto endapo kama watakuwa wamekwisha kubahatika kwamba waweze kupita, na ninaombea tu kwamba waweze kupita, rais wetu apite tena kwa miaka mingine mitano na mbunge wetu aweze kupita tena kwa miaka mitano ili kwamba aendelee kuboresha zaidi kwa sehemu zile zilizobadilika. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Vwawa, mheshimiwa Japhet Hasunga, amesema kuwa katika kipindi chake cha uongozi amefanikisha utekelezwaji wa miradi mikubwa ikiwemo usambazwaji wa umeme hadi kwenye vitongoji vyote na upatikanaji wa mbolea za ruzuku. Mtu hukumu, mtu hukumu tu kwa zambi zetu, tuko kanisani, mtu hukumu kwa zambi zetu, lakini tulioahidi tumeyatekeleza. Kasoro moja, hatukuitekeleza Isalalo nalo na ni swala la maji, swala la nini? Maji. Na swala la maji kwa nini hatukutekeleza? Kwa sababu tulipokuwa tunatengeneza tuna design, tuli design mradi wa maji ulikuwa unatoka wapi Maroro? Nasema taweka tenki kule, yale maji yatahudumia Maroro na yatahudumia hata, ya ugomvi wenu ulipotokea. Ule ndio ulifanya tusimamishe upande wa tarabegham. Ngiasunga kwa sasa anaendelea na ziara yake ya mikutano ya ndani katika jimbo lake akisoma na kufafanua ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nikiripoti kutoka kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV, Sky TV.